Unapofungua Biblia yako leo, una uhakika kwamba unaisoma yote? Je, kuna vitabu ambavyo viliwahi kuwa kwenye Biblia lakini sasa havipo? Na kama vilifutwa, viko wapi leo? Je, ni kweli viliteketezwa? Karibu kwenye Mwanga wa Ukweli. Leo tunafichua siri ya vitabu vilivyofutwa kwenye Biblia baadhi ya maandiko haya yanafunua mambo ambayo yangebadilisha kabisa jinsi unavyoiona dini ya leo. Moja. Biblia yenyewe yataja vitabu vilivyopotea. Biblia inazungumzia vitabu ambavyo havipo katika Biblia ya leo. Kitabu cha Enoko sura ya moja mstari wa kumi na nne. Yuda sura moja mstari wa kumi na nne. Enoko, mtu wa saba baada ya Adamu, alitoa unabii huu. Swali: kama Enoko alinena unabii, uko wapi huo unabii? Jibu: uko kwenye kitabu cha Enoko ambacho kilifutwa. Kitabu cha vita vya Bwana, Hesabu sura ya 21 mstari wa kumi na nne, kwa hiyo inaandikwa katika kitabu cha vita vya Bwana. Kitabu cha Samueli mwongozaji, Samueli wa kwanza sura ya kumi mstari wa ishirini na tano, Samueli akaandika katika kitabu Biblia inatueleza wazi kuwa kulikuwepo na maandiko ya ziada, na bado hayapo kwenye biblia ya leo. Kwa nini bili? Mfano halisi kitabu cha Enoko. Kitabu cha Enoko kilikuwa maarufu sana miongoni mwa Wayahudi kabla ya Yesu. Hata baadhi ya maneno ya Yesu yanafanana na ya Enoko. Enoko anaeleza kuhusu malaika waliowasi, akina Azazel na Shemiaza, ambao walishuka duniani Kawa wanawake wa kibinadamu na kuzaa majitu yaani nepili, na malaika waliomuwasi Mungu walifunza wanadamu uchawi, silaha, mapambo na uasherati. Enoko sura ya nane mistari ya moja hadi tatu. Hii ni hadithi iliyofutwa, lakini Yesu na Petro walitaja malaika waliotiwa gerezani, Petro wa pili sura ya pili mstari wa nne. Kwa maana Mungu hakuwahurumia malaika waliotenda dhambi huu sio uongo, ni historia iliyofutwa kimakusudi. Tatu, zimehifadhiwa wapi? Basi watu huuliza kama vilifutwa au kuteketezwa, kuna vijuaje leo? Jibu ni rahisi, si kila mtu aliwafuata watawala wa kidini. Wengine waliweka maandiko haya mafichoni, hasa katika maeneo ya Afrika kama Ethiopia. Na hapa ndipo kuna siri kubwa. Ethiopia haikuwahi kutawaliwa wala kutawaliwa kikoloni. Kwa sababu hiyo, hawakulazimishwa kufuata mfumo wa Biblia uliowekwa na wazungu au kanisa la Roma. Biblia ya Kiethiopia bado inahifadhi kitabu cha Enoko, kitabu cha Yubilei, kitabu cha Baruki, Mekabes wa kwanza na wa pili, na hata zaidi ya vitabu themanini. Na cha kushangaza zaidi, Kabla ya mtaguso wa Nikaya mwaka 325, ambako iliamuliwa rasmi ni maandiko gani yaingie katika Biblia, Waethiopia tayari walikuwa na nakala yao kamili ya maandiko haya. Wakati wazungu walipochagua ni vitabu gani vibaki kwenye Biblia kwa muktadha wa kisiasa na mafundisho yao, Waethiopia waliendelea kuhifadhi maandiko ya awali bila kuyapotosha. Ne, kwa nini vilifutwa? Wakati wa mtaguso wa Nikaya mwaka 325 chini ya mfalme Konstantine, viongozi wa kanisa waliketi na kuamua ni vitabu gani vinafaa na gani havifai, si kwa ufunuo bali kwa siasa. Vitabu vilivyosema ukweli wa kiroho wa ndani, maarifa ya siri au vilihoji mamlaka ya watawala wa kidini vilifutwa. Tano, mfano mwingine, Injili ya Tomaso. Ufalme wa Mungu uko ndani yako na si mahali pa kuonekana kwa macho. Tomaso sura ya tatu. Lakini pia injili hii inasema ikiwa mwalimu wenu anasema, tazameni ufalme uko mbinguni, ndege watatangulia, au uko baharini, basi samaki watatangulia. Lakini tazameni, ufalme uko ndani yenu. Tomaso sura ya mia moja na kumi na tatu. Hili lilipingana na mafundisho ya dini ya kifalme. Hivyo walikisema ni mafundisho potofu na wakakifuta. Vitabu kama hivi vilielekeza watu moja kwa moja kwa Mungu ndani yao, si kupitia mfumo wa dini unaodhibitiwa. Sita, je, vitabu hivi ni vya kweli? Ndiyo, hivi ni vitabu vilivyokuwepo kabla hata ya kanisa Katoliki kuwepo. Na bado vinaaminika na wasomi wa Biblia, waandishi na hata mataifa kama Ethiopia hadi leo. Na kumbuka, kanisa Katoliki ndicho kilichokuwa kanisa la kwanza rasmi, lakini si mwanzo wa Ukristo. Ukristo ulianza na mafundisho ya Yesu na mitume wake, kabla haujageuzwa kuwa taasisi ya kifalme chini ya Konstantine. Zaidi ya hapo, Yesu mwenyewe aliwanukuu watu kama Enoko na alizungumzia mambo ambayo hayapo kwenye Biblia ya leo. Saba. Kwa nini sasa kizazi chetu kinauliza maswali? Mbona bibilia hahitaji kila kitu? Mbona majibu yanazuiwa? Je, kuna ukweli mkubwa tunaonimwa? Na mwanga wa ukweli hauogopi kuuliza. Mwisho, kama unaamini wakati umefika kujifunza ukweli uliofichwa, basi jiunge nasi, subskribe na tazama video inayofuata, mafundisho ya siri ya Yesu Ukweli Usiohubiriwa.